Terminal 3 safari hii tumeanza nayo mwanzo mpaka mwisho wa safari yetu. Mwaka huu umekuwa ni mwaka mzuri sana kwa upande wetu Simba Sports Club. Kila kitu kimekwenda vizuri, tumepata mafanikio makubwa ndani ya timu yetu, na hii leo tunasafiri kwenda kwenda moroko kwenda kuweka heshima na historia mpya ndani ya klabu yetu ya Simba Sports Club, mzuka ni mwingi sana na mzuka ni mkubwa sana, na shauku ni ya kiwango cha hali ya juu mno, kuhakikisha kwamba tunakwenda kuandikisha historia mpya ndani ya klabu yetu. Tumeshasema, tunasema na tutaendelea kusema ya kwamba hii ni fainali ya pili ya Simba Sports kwenye michuano ya CAF. Sasa hatutaki tena kucheza tu fainali ya pili, tunachokihitaji ni kuchukua ubingwa wa michuano ya kafu. Tunasafiri hii leo, tunakwenda Morocco. Hatuendi kucheza fainali, tunakwenda kupigania ubingwa, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutawapa ubingwa wana Simba msimu huu. matumaini yakoje kwa nyinyi kama viongozi kuelekea fainali hii ya kwanza? Matumaini ni makubwa sana lakini lazima kuna ukweli mmoja tuuzungumze tu, tu, tu hapa Uh, mpinzani tunayokwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu kweli kweli, ni mpinzani ambaye kwanza tu ukimtazama kwa haraka haraka ana fainali nne za michuano ya kafu, ana ubingwa mara mbili wa michuano ya kafu, ana super cup moja na ndio bingwa wa sasa wa ligi kuu ya Morocco. Sio mpinzani mwepesi na sio mpinzani hata kidogo. Amechukua ubingwa mbele ya Widadi Casablanca, amechukua ubingwa mbele ya Raja Casablanca. Huyu ni mpinzani wa kiwango cha kutisha mno. Huyo ndio mpinzani ambaye anakwenda kukutana na kucheza na Simba Sports Club, damu itamwagika katika manispaa ya Berkane. Ni mpinzani mgumu ambaye anatupa sisi e, nguvu ya kujipanga sawasawa sawa, lakini pamoja na ugumu aliokuwa nao hatuwezi kwenda Morocco tukiwa tumepoteza matumaini. Hatuwezi kuingia kwenye fainali hii tukiwa kichwa chini eti kwa sababu tu ni mpinzani mgumu. Tunakwenda Moroko kwenda kupambana naye, na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao msimu huu Simba Sports Club, Simba anakwenda kuchukua taji la Afrika. Sijaona, sijafuatilia, I'm very busy na finali, very, very busy na finali, vijembe vinatoka na ya yeah, na sisi tunakubaliana na historia ya Berkane na tunaitambua na tunaiheshimu historia ya Berkane, na hiyo haitutii sisi mashaka hata kidogo. Na sisi tunafurahi kama eh, wapinzani wetu wanatambua ubora wa Berkane, ili tutakapomnyonyoa Berkane wajue kabisa ya kwamba Simba amefanya kazi ya kiume kumfunga Berkani. Na tunawaacha hapa Tanzania, mwendelee kuwauliza jamani, Berkani ni timu ngumu ama ni timu nyepesi, ili tunapochukua ubingwa wa Afrika dunia ijue tumechukua ubingwa kwa mpinzani wa aina gani, mgumu au mwepesi? Maono yako yametimia sasa. E, yaani liwaambia vijana Uh, shughuli yenu itaishia hapa hapa kwenye makundi. Hamtakanyaga tena Terminal 3, hamtakanyaga tena Terminal 3. Safari zenu zitakuwa ni Terminal 2, ile kule ya kwenda Mpanda, ya kwenda Sumbawanga, kwenda Mwanza na mikoa mingine ya jirani. Lakini Terminal 3 ni kwa ajili ya Simba Sports Club. Hawakuamini macho yao, lakini sasa wamesadiki nilichowaambia ya kwamba Terminal three, it's for Simba Sports Club am, am, mimi naona mbali mm. Mimi naona mbali Diego, naona mbali yeah, elimu yangu kubwa, na nina elimu ya unajimu eh. Umeshaliona paka kombe kwenye elimu yako? Nimeliona, nimeliona, nimeliona kombe la Afrika <laughs> nimeliona Msimbazi nimeliona. <laughs> unajimu, ah, unajimu ni, ni, ni tofauti na, ku, na, na kubeti unajimu un... <laughs> <laughs> <Unacheka>. <laughs> <laughs> mm. E, kwanza lazima tutambue ni, ni, ni, ni mechi ngumu na hatutegemei kupata matokeo makubwa sana Morocco Berkane, tunategemea kupata matokeo ambayo yatatupa nafasi zuri katika mechi yetu ya marudiano. Mechi yetu ya marudiano tarehe ishirini na saba ndiyo kufa au kupona, tarehe ishirini na tano kwao. Mechi hii ya tarehe kumi na saba pale Morocco ni mechi ya kwenda kuweka mipango sawa sawa, alafu mechi ya marudiano tarehe ishirini na tano ndiyo mechi ya, ya, ya, ya, ya kifo na uhai, eidha wao ama sisi, tarehe ya ishirini na tano. Unafikiri kuna namna Uh, mechi hii pia itategemea zaidi pia ubora wa kocha Fadlu, ya, ya, ya, ya, ya silaha yetu namba moja, uh, ni, ni, ni, ni mwalimu Fadlu. Mwalimu Fadlu, hii ndio mechi ambayo anatakiwa kuonesha klasi yake. Hii ndio mechi ambayo anatakiwa kuiambia dunia yeye ni mwalimu wa aina gani. Hii ndio mechi ambayo anatakiwa akatengeneze mpango wa Berkane, kutomfunga Simba goli hata moja katika uwanja wake wa nyumbani. Hii ndio ile mechi. Kwa hiyo silaha yetu namba moja ni mwalimu Fadlu, namna gani ataitengeneza Simba imara, Simba ngumu, Simba isiyopitika ili tumalize mchezo tukio. Wale Berkane wanatisha baba, hasa eneo la mbele kule, wakianza kukushambulia wale kama wanakudai. Kwa hiyo lazima mwalimu Fadlu akatengeneze ukuta wa ngome kongwe ambao utawashinda Berkane kuvuka, na hatimaye tumalize mechi hii tukiwa na matokeo mazuri. Na matokeo mazuri ni yepi kwa Simba katika mechi hii? Ni bila bila, hayo ni matokeo mazuri kwetu. Bahati mbaya tukafungwa moja bila, hayo ni matokeo mazuri kwetu. Bahati mbaya tukafungwa mbili bila, hayo ni matokeo mazuri kwetu. Ikipita hapo, hayo ni matokeo mabaya, lakini haya matatu Yakitokea ni matokeo mazuri kwetu, na Benjamin Mkapa tunakwenda kuchukua kombe letu. Mpanzo yuko fiti, swali lako jalimalizia, hilo sio swali lake, watu wanatarajia hilo, sio swali la, la, la mpanzo, uliza swali Unaotaka kuuliza kuhusu mpanzo. Yupo.